Tazamaji, basi kabla sijakupatia uhondo wa taarifa yetu ya makala yetu ya kila Jumapili, studio ni live, niko naye Amur baby kutoka Mombasa, kidogo wapatie kionjo, ndio hakikisha kama umefika baridi inaumiza, baridi inaufanya moyo wangu kama friza ikienda upepo, eh, duniani mapito, kuna vitu vanie karoho juu mambo mengine mazito, labda mola nusuru ya jana si ya kesho wala na mm -hmm. msada daktari mtazamaji yeah. Basi tutakuwa naye live katika sehemu yetu ya Kenya halisi ambapo ataweza kuzindua video yake mpya ameitoa jana tu, lakini kwanza mtazamaji, katika mdahalo wetu wa wikendi kwa nini siku hizi eh, wanawake wanaume, watu vijana wa kike wa kiume hawapendi kuolewa au kuoa kwa haraka? Wengine wamefikisha miaka arobaini wengine waolewa mapema sana, miaka ishirini na mbili kumi na tisa Baada ya mwaka mmoja miezi sita wameshatoka nje. Tatizo liko wapi? Ni kwamba wapenzi wa kweli hakuna au kuna hofu ya kuoa na kuolewa? Mwenzangu Francis Mtalaki basi anachoandalia taarifa hiyo Vile alivyonena mwanamuziki Sudi Boy akimshirikisha Melina katika kibao chao naona bado. So ni wazi kuwa safari ya kumtafuta mchumba si rahisi, na maisha ya ndoa ni safari ambayo lazima uwe na muda wa kumchumbia mpenziwe. Lakini kabla ya kufika katika kiwango hiki, upo ule wakati ambao huna mpenzi wa kuliwaza au kukutuliza hasa unapozongwa na mawazo moyoni, na unapokuwa na furaha wa kumpakulia furaha hiyo hayupo. Ndiposa nilitaka kujua kwa wale ambao hawana wachumba, uzuri wake ni upi na ubaya wake una bana wapi? Kwanga ni miaka kutoka tuseme 18 hadi 25 hivi, kwa hivyo chini ya miaka kumi utakuwa single. So these are very precious.

Personally, you you are are able to to as achieve that personal development when you are single, as to when single opposed. Ubaya wake ni uko na kazi mingi utakuwa ukifanya peke yako, kwa mfano sasa hivi sikai kwa mamangu, najipikia, navua nguo, naosha nyumba vile wanavyonena ujana ni moshi, ukienda haurudi. Wakati wote hawa watahisi kuwa wakati umefika kuuasi ukapera na kufungua mlango wa maisha ya ndoa, maisha ambayo wewe na barafu wako wa moyo ungependa kuliwazana na kushirikiana katika kulisukuma gurudumu la maisha. Je, kwa wale ambao wapo katika gurudumu hili, wana simulizi zipi kuhusiana na maisha waliokuwa nayo na sasa ambapo wameuasi ukapera? kulikukuwa pamoja na na heyo mwanadada kila wakati, hasa msimu huu wa baridi kutangamana, uh, ni nzuri. Alafu pia kuna ushauri ambao anakushauri una, una unapata kuna mwenzako ambaye anaweza kushauri kama umepotea. When I was single used to to do so many things things like um, I had no responsibility responsibility I I I used to use my money extravagance uh, now that I'm married I have responsibility. Um, I have to take care of family bills and all those things. Ukirudi waulizwa maswali, umetoka wapi? Lazima ujibu. Kwa nini umechelewa? Mambo kama hayo. Unaona ni kama mfungwa yani. So ule uwazi ule, hali ya kutangamana na vijana wenzangu ulididimia kidogo. Kuna wale ambao wanaonya kuwa hata marafiki wamepungua kutokana na maisha ya ndoa, lakini ni umri gani mzuri wa wewe kuoa? We kulingana na vijana au ujana wa sasa, ndoa ni baada ya mambo kadhaa. Nataka nikimwoa twende tukajenge pale kwa baba yangu. Nataka nikimwoa tisi, nitakuwa nimenunua kaplot kidogo ambayo si ya pesa mingi hivi.

Siri kuwa kizazi cha sasa kipo na changamoto ya kuvuka daraja ya kuwa bila mchumba, kutokana na changamoto anazopitia za kutafuta mchumba anayefaa na watakayeishi naye na kuchumbiana bila ya ndoa yao kuvunjika, na huenda kiwewe hicho ambacho kimewafanya wengi kuishia kutojihusisha na mambo ya wachumba au kuvuka daraja la kuchumbiana na hatimaye ya ndoa yao ya maisha mazuri. Francis Mtelaki, KTN leo weekend. Na mtazamaji, habari ndio hiyo, ndio ndofikisha katika sehemu yetu ya kauli yako. Hii leo ningependa kujua, je, kitu gani kinachangia watu kutooa au kuolewa kwa mapema? Ni hofu ya kuoa au kuolewa, au ni wapenzi wa kweli hakuna? Kitu gani kinachangia watu kuchelewa kuoa au kuolewa? Ni hofu ya, ya wapenzi wa kweli hakuna, au ni hofu ya kuoa na pote ona kwa anakolewa zamani. Mtazamaji, tuma maoni yako kwa hashtag yetu hapo maisha ukapera au hashtag KTN leo weekend maisha ukapera au KTN leo weekend au kwa nambari 2215522155, na kwa muda usio kwa mrefu nitaweza kuzungumzia swala hilo moja kwa moja. Basi mtazamaji, wageni wangu babu Akasiaka, karibu katika jukwaa letu. Nashukuru mhubiri pastor mshauri Gibson Advati Ndiyo. Aduvati, karibu katika studio zetu. Yes. Na vile vile, Amur Baby yeah. Kutoka Mombasa karibu katika safu yetu ya Mdahalo mm. wa weekend. Na basi moja kwa moja mmeona taarifa ya mwenzangu Francis Mtalaki Babu, akasia kwa kwanza mm. kwako, kabla sijakuja kwa Amur, maana yeye ndio kijana hapo sasa. yeah. <laughs> <laughs> atupe uhonda kamili <laughs> hey, nini inachangia kwa mfano watoto wa kike wasichana, watoto wa kiume, wanaume kutolewa ama kutokubali kwa lugha kimbo kusettle mapema. Naam. Wajua Mwanaisha, kuna mambo mengi yanachangia, lakini kwanza kidogo tuliangalie swala la ndoa mm -hmm. la kuolewa ama kuoa linaanzia wapi, linazungumzwa na akina nani? maanake mm -hmm. Hapo awali kabla ukisoma vitabu vingi utajua kwamba swala la ndoa lilikuwa ni swala ambalo linachukuliwa na jamii. Sasa jamii inachukua ule uzito ambavyo inakuwa inalizungumzia lile swala. Watoto wa kike wanaelezwa na kuambiwa ndoa ni hii. Wanaambiwa mapema mapema, kwa hivyo anakuwa anaandaliwa. Alafu sasa inakuwa kwamba ndoa inampa mtu heshima, kwa hivyo mtu anafunzwa mapema mapema. mm -hmm. Ukipata jamii zingine zilikuwa na unyago, watoto wa kike wanakwenda kule wanafunzwa na makungwi, shangazi na nani, eh. Wanawafunza ili kuhimiza kwamba hili ni jambo ambalo ni la jamii. Hakuna, hakuna. sasa kama hakuna basi, nani anawafunza maanake? Tumekwenda shuleni, twasoma lakini shuleni twafunzwa ndoa Naam. Somo la ndoa lipo ambapo tuwafunzwa sisi, twaambiwa ndoa hii yahitajika, hivi mtu aingie namna hii. Hapo mtoto wa kiume naye zamani ilikuwa jandoni, mwakwenda jandoni, mwafunzwa, lakini siku hizi hakuna. Shuleni twafunzwa haya. Shikilia hapo hapo. Amor, nakuja kwako kutoka Mombasa yeah. Wewe ni kijana yeah, useme barobaro, miaka ishirini na saba. Sasa uko na mchumba ya, mchumba naye. Eh, ah, pengine mmekuwa mmekuwa mkidate au mmekuwa na uhusiano kwa kipindi gani? No, kwa huyu sasa hivi naye kwa muda wa miaka miwili tuseme au mwaka pili. Mwaka pili. Na, na jambo gani linawafanya pengine um, vijana wenye umri kama wewe ama yeah, kama wewe vile vile ambao linafanya mnachelewa ama yeah, mnahofu, maisha sasa ya kuoa. Jo, maisha sasa, maisha ya digital laya. Mm -hmm. Kuna mambo mingi ya nasa kupitia mitandao, vijana tunaona mambo mingi. Alafu pia unajua, kama sisi tunachelewa kwa sababu ukiangalia wadada zetu siku hizo wanataka mambo mingi. Unaona? Eh, atakwambia atakabuibui, ataka simu mpya imetoka, unaona? Na sisi vijana ukiangalia, labda kazi hamna, ajira hamna. Sasa unakuta sasa inabidi tuwepo kwa sababu tunapelekwa ambio tunakuwa na stress. Sasa inabidi tubaki peke yetu tu. Naam. Yeah, ndio maana hizo ndio changamoto kubwa tunazozipata kwa sababu ajira. Mm -hmm. Alafu vile vile pia ukioa, matatizo yanazidi kwa mingi. Kwa nini, matatizo kama yapo mnahofu? Ya yeah, kwanza kusumbuana. Kusumbuana vipi? Unaona? Kusumbuana kwa sababu labda kuna matatizo mengine simu. Wakati kazi na kufuatilia kufuatilia. Ukishachukua mshahara kwanza atakavumilikia ni vitu vyake anavyohitaji. Ashamaliza mahitaji yake ndio sasa uangalie mahitaji yako wewe na nyumbani. Nah. Uh -huh. So tunakuwa na uzito mkubwa sana. Sasa inabidi si kwamba warembo ni wengi? Ni wengi? Eh. Yeah, mm -hmm. Ni wengi sana lakini sasa inabidi pia sisi vijana tujipange, tuchukue muda tujipange vizuri kabisa. Tushafika 40-40 na sisi 40-40. <laughs> <laughs> <laughs> na na fasa wakati. Pasta Gibson, umemsikia amur, ameelezea masaibi kwa vijana siku hizi wanaogopa mm -hmm. especially wanaume ku kuwasi ukapera mapema, ama kutulia mapema mm -hmm. kwa sababu ya masuala ayo ya fedha, mapenzi, mahitaji ni mengi mm -hmm. babu akaseka, anasema hakuna mafunzo mm -hmm. ya ambayo yanafundisha vijana kuona umuhimu wa kutulia mapema mm -hmm. kwako mimi nafikiria pia sababu ni tofauti. Naam. Maana ukiona wale watu ambao wako kwenye ndoa mm -hmm. Hawaongei vizuri kuhusu ndoa. Naam. Sasa ukisikia hata habari kwenye redio kila mtu anasema kuwa ndoa sio kitu kizuri mm -hmm. Kwa hivyo unapata watu wengi ambao ni vijana wanaogopa. Naam. wanaogopa kuingia kwenye, kwenye ndoa wanakuwa mm -hmm. Kutakuwa na shida, mambo yatakuwa ni mengi, lakini sio kweli. mm -hmm. Ukiwa kwenye ndoa unapata kuwa ndoa ina faida chungu nzima, mm -hmm. Wakati mwingine unapata vijana wanataka kujipanga, mtu anakuambia, nataka anunue gari mm -hmm. anunue nyumba mm -hmm. afike katika kiwango fulani katika karia. Sasa haya mambo yote, ukisema, akisema kuota ngoja, mm -hmm. unajua maisha huwezi kuishi ukiwa sehemu moja unasonga mm -hmm. sehemu nyingine ambayo inangoja ili ufike kiwango fulani. Naam, baba kasaka na nyote mnaweza kushangilia. Unajua jamii imefanya watu kuona kana kwamba mtu akiamua kuwa single ni jambo baya sana mm -hmm. Especially kwa wanawake kama mm -hmm. sisi mm -hmm. mna pressure. Ukifikisha miaka 30 hujaolewa, baada ya kufikisha miaka 30 hujaolewa. Nyinyi ndio wa kwanza umwangalie una kasoro gani wewe? Eh, utaki una nini? Eh, nyinyi mwaona kana kwamba mnapatia kina dada pressure sana ya kujaribu kuolewa mapema ili hali wengi wanaingia katika ndoa zile bila kujua masaibu na na changamoto zake, wanasalia kutoka mapema mm. katika ndoa hizo ndoa kuvunjika. e, wajua neno singo tena litategemea, kwa sababu tunaishi katika jamii, sisi tunaishi katika jamii, na mnapoishi katika jamii kuna kule kutangamana mm. waona bwana, alafu sasa kule kutangamana, mwanadamu anaposema yuko singo, kwa mfano mm -hmm. wewe mwanaisha japo uko na kwako shauliwa you mm -hmm. are single nina mm -hmm. maana gani wewe ni mtu binafsi binafsi. Mm -hmm. wewe mm -hmm. ni tofauti na mtu mwingine, wajipangia mwenyewe kila e, kitu bila kushauri mtu mwingine kitubilakushauri kwa ajili yako na kila kitu utakachokifanya ni wewe binafsi. mm -hmm. kwa hivyo uko single, lakini tukija kwa muktadha wa single kusema kwamba sitaki kuolewa mm -hmm. basi kidogo itategemea mtazamo wako wa kuolewa ni upi? mm -hmm. kwa sababu ninajua kuna watu ambao mm -hmm. anasema asiolewe kwa sababu kuna jambo katika maisha ambalo anaona anataka kulichuchumilia mm -hmm. nilitekeleze mm -hmm. Sasa yule mtu si single kama mm -hmm. tunavyofikiria kwa sababu tu hakuolewa, mm -hmm. lakini yeye ana uhusiano na watu mm -hmm. kuna jambo analolifanya katika jamii, kuielekeza jamii. Kwa mfano, kuna watu matoashi masista

kuna ubaya mm. wote wa, wa mtu kwa umo mimi nitaka niwe nikifika miaka 40 kama nilivyosema. yeah. mwana sana sasa, mimi nitakacho nizae mtoto wangu mm. sasa kuolewa mm. eh, kuna ubaya wote wa maana, jamii imetufanya kana kwamba ni kosa kubwa sana. Hakuna ubaya wa kusema kuwa lazima nifike miaka fulani naam, lakini pia ukifikiria jinsi maisha yalivyo, unajua mm -hmm. majuwa, siku ambazo tunaishi tunataka kupanga kila kitu, tunataka kupanga kuwa katika miaka ijayo tano, mm -hmm. miaka kumi, miaka kumi na tano. Mm -hmm. lakini maisha inatakana tuishi zaidi ya hivyo. mm -hmm. Kwa maana ikiwa wewe kama msichana umekutana na kijana mm -hmm. na ni kijana ambaye unampenda mm -hmm. na nyinyi wawili mnaweza kujikimu mm -hmm. kwa nini useme kuwa lazima ninunue gari ama lazima ninunue nyumba, mm -hmm. ili tupate eh, kuoana? Sasa so, unapata ile pressure, ni pressure ya kujiekelea. mm -hmm. na pressure pia wakati mwingine haipo. mm -hmm. Lakini wewe kwa maana unajiona wewe ni tofauti. mm -hmm. Inakuwa sasa unaisikia ile, unaona kama ni pressure imekuwa imekuwa nyingi. kwa hivyo mm -hmm. nafikiri mtazamo wako katika maisha mm -hmm. jinsi ambavyo wewe mwenyewe una unavijiona mm -hmm. vile vitu ambavyo ni muhimu kwako mm -hmm. ni nini ambacho kinakufanya wewe ujione kama wewe ni mtu ambaye uko na dhamana mm -hmm. ya hali pengine kama, kama ni ndoa mm -hmm. basi ukikutana na mtu no. na mmependana mm -hmm. mbona msifunge ndoa? Pengine useme hapo kuna faida yote kwako umepata, kwa sababu uko single yeah. Faida unayopata najipanga zaidi Naam. Mimi siko single na mchumba. Hatujaoa lakini, kuna faida kwa sababu unapata kujipanga kwa mahitaji yangu vizuri zaidi naweza yani. no. hey, uh -huh. kutimiza ile malengo nataka kunataka yeye baadaye tukioana uh -huh. Itakuwa nishajipanga kama nyumba uh -huh. gari vitu ninavyotaka vitaka nini nitajipanga na uh -huh. mapema, lakini nikiingilia jinsi anavyosema uh -huh. no. Hii inachangia shida kwenye ndoa uh -huh. Maana sasa ukija pale, nilikuwa gari nimenunua uh -huh. nyumba nimenunua yeah. shamba niko nalo uh -huh. tukikosana, ndakuuliza ni nini ambacho uliniletea uli kwenye ndoa kuzungumzia? yeah. yeah. mm. uh -huh. tu ile pressure kwamba watu wanapitiwa pressure kwamba kwa nini mimi nisikubaliwe tu kama mtoto uh -huh. wa kike nikapate mwanangu uh -huh. alafu niwe na mwanangu uh -huh. nisiwe na mume, ndiyo pressure itatoka katika jamii kwa sababu ya mtazamo wa jamii, kulingana mtazamo wa jamii kuhusu ile ndoa uh -huh. kuhusu mume na mke uh -huh kwa sababu watu pengine watangalia ah, ikiwa e, utaishi peke yako bila mume kulingana na jamii mm -hmm. Basi ah, itakuwa namna gani? Wewe utakuwa na sifa gani? Kwa hivyo kuna jamii ambayo inahitaji kwamba lazima uwe na mume mm -hmm. Kwa sababu gani? Na kwa mahitaji si ya kwako peke yake, lakini mm -hmm. mahitaji pia ya yule mtoto mm -hmm. waona sasa, kuna ule msukumo mm -hmm. Na kwa nini pengine jamii zingine za kusukuma uoleo mapema? Mtu mm -hmm. atakuwa anasema mimi karibu nife, mamako ama babako na, nataka kuwaona wajukuu wangu mm -hmm. Kwa hivyo tamaa ile ya kuona wajukuu sasa na. Nataka niwaone. Swala la uaminifu linachangia kwa vijana kama amuru kuogopa kufunga ndoa mapema, waaminifu pande mbili yeah, wanawake, mm, kututulia, mm, na vile vile si wanawake kuingia uoga kwamba au jamaa hivi anavyokwenda huyu, sidhani mm, akimwoa akinioa, mambo mm, atakuwa yabadilika, basi wanaume, washauri, watu wengi linachangia lakini utapata shida. Inakuwa watu wanapokuwa wakichumbiana mm -hmm. wanajiambia kuwa huyu tukioana atabadilika. mm -hmm. Ama pengine msichana ndio sasa tuko na kuna hii shida, lakini tukioana mm -hmm. tukishika kwenye nyumba moja atabadilika. mm -hmm. Lakini mtu habadiliki. Naam. Ikiwa wakati wa mnapochumbiana si mwaminifu, mm -hmm. mnapoingia kwenye ndoa hata kwa mwaminifu. Mwaminifu sasa yeah. Unapata shida, inapotokea kwenye ndoa ni shida ambayo ilikuwa hata mwanzoni mm , lakini kwa maana mtu pengine alikuwa na pressure, anataka kuolewa, anataka kuoa mm -hmm. akakosa aka, aka ku, kuona umuhimu, umuhimu. Wa, hilo jambo la wa, uaminifu. Ya, yeah, uaminifu kusema kweli, mimi mwenyewe upande wangu no, sana n na vijananambani kuna dakika tatu kumaliza. mm. babwakasiaka mm. Mda, muda unaostahili kwa mtu kuoa ama kuolewa, umri si mda, umri ni umri upi? Ama umri si kigezo e? japo ha, hakuna mahali tumeambiwa kwamba kuwa na umri huu ndio owe, lakini mimi nafikiri kidogo usikawie usi zaidi pia Naim. na usikurupikie mapema zaidi. Ndio nasema bwana, usikawie usi sana bwana, njoo kidogo mapema, lakini yategemea pia ukomavu wako kiaakili, katika kile kia, kwa sababu huyu katoka kwao na akili za kwake, wewe umezaliwa kwenu na akili za kwenu Naim. mwaja watu wawili. Ehe. vipi mnaweza kukaa utangamana maanake, mawasiliano yapo. Sasa lazima ukomavu ule upo kuweza kukabiliana na mwenzako, kwamba hukumlea wewe mm -hmm. si dadako no. wala kakako no. mm -hmm. E, mshauri Gibson mm -hmm. masuala yapi vijana wazingatie mm -hmm kabla hawajaamua mimi nataka kuoa au, mm -hmm. kuolewa au nitaamua kusalia kapera au mseja mm -hmm. kwa miaka kumi ijayo ni masuala mm -hmm. yapi mtu azingatie kabla hajaamua kuvuka kapitia daraja nyingine kutoka ile ambayo iko nayo kwa sasa? Nadhani kwanza muhimu ni kujenga urafiki mm -hmm. kwa, na ikiwa uko na mtu ambaye pengine unaona mnapendana, jenga Urafiki. Mm -hmm. Na pia ujiulize nini ambacho ni muhimu kwako wewe binafsi na, na. Kama ni malengo kwa nayo maishani mm -hmm. ni malengo yapi na mm -hmm. itakuchukua muda gani kuyakamilisha na, na. Lakini usiyaweke yale malengo yayo sasa hao ndio yanakufungia Mm -hmm. kwa umempata msichana mzuri na. ama kijana mzuri mm -hmm, alafu unasema kwa maana hakuna jambo hili na hili na hili mm -hmm, hatutafunga ndoa mpaka mambo haya yakamilike. Kwa maana utapata sasa pengine ule mtu atasonga, mm -hmm, pengine apatane na mtu mwingine mm -hmm, wakati wako utasonga. Lakini pia usioe kwa maana unasikia pressure mm -hmm, kutoka kwa wale watu ambao wako Around you, around you. nam kumalizia kabla sijasema jumbe mbili tatu mura, mm, kwa kwa yeah. kabla hujatulia huja uko yeah. uko naye mpenzi sahizi umetulia. yeah, yeah, yeah. mm. ilikuwa ni gharama sana kwako yeah, maana unajua sana, sana. kujaribu hapa kujaribu kule eh, mm -hmm. ni gharama kwa sababu ukaenda kwa huyu unajua zindu unamwamini naam Ukiangalia okay, mahitaji mengine nakuja mapya sasa, upande wake, labda kuna mahitaji kwa watakana ni sasa, inabidi wewe pia unamsaidia yeye, unaona so unakuja unakuja na kubitray, unachana naye unaenda kwa mwingine, na huko naye kumitiani mengine, na mengine mipya, unaona labda wewe unaimba sijui nini, hauna uh -huh. uwezo nini uh -huh. unaona uh -huh. pia nakwenda na naolewa so unakuta unapata challenges kasi, unakuta ah, bora nitulie, niimbe, nijipange, nijichange nikiwa tayari na, mtazamaji lakini aaaaaau mbaua ujumbe wake Balozi Ustadh Mugo anasema mabinti wamekuwa watu wa kutoaminika, walio ndani ya ndoa hutamani kutoka, haya hupata vijana, upatia vijana wengi hofu ya kuoa. Nasema ujumbe wake Edgar Mtoi wa Chronics anasema Um, ni hofu ya kupungukiwa na nafasi ya binafsi aliyozoea mtu labda pengine apate wa kumzuzua kabisa. Ni baadhi tu ya jumbe ambazo watazamaji wametuma kupitia mtandao wa Twitter. Endelea kutoa maoni yako. Swali letu la kauli ni kwamba je, ni hofu ya kuoa kuolewa, au wapenzi wa kweli hakuna? na kwa muda usio kwa mrefu nitaenda kusema baadhi ya jumbe hizo, lakini kwanza mtazamaji, washauri wangu asanteni wa sana, narudi yeah kwa muda usio kwa mrefu na taarifa kuu za KTN leo, alafu Amur baby yuko hapa hapa, aje kuonesha ku sebeni, unajua ku sebeni, unajua ku sebeni yeah, lazima lazima tukatiki hapa leo <laughs> <lungu najua mapemakali laughs> kisutu <matukatiki. laughs> kile ah, utakatika ni kwa muda usio kwa mrefu katika sebeni ya Kenya halisi, endelea kwa nasi. Mimi ni mwanaisha hi